Moyo wenye shukurani una thawabu mbele za Mungu. Kama kanisa kuna umuhimu wa kumshukuru Mungu uh, kama familia kwa ujumla, kwa sababu katika ujumla wetu kuna mengi ambayo Mungu ametenda kwa pamoja. Yeah, um, namshukuru Mungu Uh, mostly nimemaliza masomo yangu. Yes. Kwa hiyo ni sababu mojawapo kubwa ya mimi uh, hatustahili pengine yote ambayo tunapitia, lakini kwa sababu Mungu ndiye muumba wetu, Mungu ndiye anayetuwezesha uh, katika maisha yetu ya kila siku, hilo tu linafanya umuhimu kwetu wa shukurani kwa Mungu. tarehe 31 mwezi wa kumi na mbili, saa kumi na moja kamili jioni mpaka saa tatu usiku ni tarehe ambayo imekusudiwa kwa washiriki wote kukutana pamoja ili tumshukuru Mungu. Karibu, kwa pamoja tuseme ninamshukuru Mungu.